Na swala la mchezaji Ramadhani au Kabwili, yeye huyu mchezaji amesajiliwa na klabu ya Yanga. Labda pengine kuwaelewesha Watanzania ni kwamba mchezaji huyu kusajiliwa na Yanga, Yanga ni taasisi kubwa, na kwa mujibu wa kanuni ya kumi na moja, timu inaposajili wachezaji mbali, wachezaji wachezaji ambao tucheza timu ya wakubwa, lazima sajili wachezaji wa under 20 watakaotumika kwenye ligi ya under 20 lakini wakati huo kanuni haijajifunga bado, inapa nafasi timu ambayo imesajili wachezaji kati ya kumi na nane mpaka thelathini kuweza kupiki wachezaji watano kutoka kwenye timu ya e, ya vijana. Hivyo basi kuna fursa ya mchezaji ule kuendelezwa kwenye timu ya vijana na akatumikia timu ya taifa timu timu kubwa, kwa maana kama watakuwa na muhitaji. Kwa hiyo kitendo cha, kitendo cha mchezaji huyu akiwa sasa anaelekea miaka kumi na nane sio jambo la ajabu sana kiasi kwamba watu wakazua mjadala mrefu kuona kwamba eti kuna kwa makosa yamefanyika na kwamba haistahili. Na chokiona, ile jambo linajadiliwa si katika dhana ya kuendeleza mpira wa miguu lakini katika dhana ya ushabiki wa Simba pengine na Uyanga, ndio ile jambo linajaribu kuangaliwa hivyo. Lakini sisi TFF tunasema kwamba hatujaona mkataba ule wa Kabwili Yanga. Watakapouleta tutautazama, na kama amefuata kanuni Yanga atakuwa ruksa kumtumia kijana yule kwenye timu ya vijana, wakati huo mpandisha akacheza timu ya wakubwa kama alivyofanya kwa mchezaji anaitwa Mwiru ambaye mwaka jana alicheza under 20 wakati huo alimtumia kwenye timu ya wakubwa. Kwa hiyo wala sio dhambi kiasi kwamba likazua mjadala mrefu sana kwenye mitandao ya kijamii na wengine ambao wanajaribu kufuatilia. Nachokiona jambo hili linajadiliwa zaidi kishabiki badala ya uhalisia wa mambo. Kwanza wale wote lazima niwaambie wa Tanzania. Ukiondoa swala la vieti ambavyo eh, kuna tarehe kama mbili zimewekwa kwenye mitandao ya kijamii yule mchezaji amezaliwa mwaka elfu mbili na anaonyesha ni Novemba ishirini na mbili na ndio cheti ambacho kimetumika kwenye michuano ile ambayo ya AFCON ambayo mimi wewe na Lama tulienda kuishuhudia. Lakini je, tunashaka na umri wake au kwamba alikuwa ni mkubwa zaidi? Mchezaji amepitia vipimo zaidi ya vinne vya MRI, amekuja kuonyesha bado ana miaka kumi na saba au chini ya hapo. Sasa basi kinachofanyika ni kwamba timu haizuii kumsajili, lakini matumizi ya mchezaji yatasubiri tarehe husika ili aweze kutumika. Ndio maana nimesema wana nafasi ya kumkuza kwenye timu ya vijana. Tarehe husika ikishafika miaka 18 kwa sababu ndio kama miezi mitatu, anaweza kuja kutumika kwenye timu ya wakubwa. Swala la mchezaji kusajiliwa kwa umri aliokuwa nao ni ama kuwe na mzazi au mlezi wake. Ndio maana nimesema awali kwamba hatujaona mkataba wa Kabwili nani aliyemsainia kwa niaba ya. Lakini yote kwa yote, kwamba mchezaji huyu amejibainisha wazi sasa, kumbe ni mchezaji wa Yanga Kum. na kitu kimoja ambacho tungependa sana wa Tanzania wakielewe ni kwamba kwa wachezaji wetu vijana kama hawa ambao sisi TFF tunaonesha mwanga wa kuweza kuibua ni kuendelezwa. TFF haina timu kiasi kwamba ikashiriki ligi, badala yake wachezaji wetu wa wao kuonesha sisi tumewakuza wakachukua kwenye klabu mbalimbali. Mtibwa na wachezaji hao, JKT Ruvu na wachezaji hao Yanga imetokea. Unajua kitu kisha tokea tu Simba ameenda Simba au Yanga ndio mjadala unakuwepo. Lakini watu wao hawajajadili kusajiliwa kwa Kibabage akiwa Mtibwa. Hawajasajili Dickson Job. Hawajasajili, hawajazungumzia Shomali Kibwana. Lakini kwa sababu tu kaenda Yanga, basi mjadala ndio unaanza kuwepo. Labda kwa sababu ni timu fulani ya kuwepo. Na hata kama angeenda Simba, mjadala vile vile ungekuwepo. Baada ya kuzigusa timu ambazo zinagusa nyoyo za mashabiki wengi jambo ambalo ni la kusikitisha. Okay, tuache Kabwili asajiliwe. Kumbe basi, tujiulize aende wapi sasa. Aende wapi na kazi yake ni mpira? Tunatarajia kwamba ni timu kubwa hizi zitamkuza, zitakuwa zinamlipa vizuri, au tuendelee kurejea kwenye kuchukua wachezaji wa nje wakati fursa wa Tanzania tunayo? Wanazungumza sheria na mjadala wanaubua kwamba sheria zimevunjwa. Nimesema hivi, nani kaona ule mkataba wa mchezaji? Lakini wakati huo tulitaka ule mchezaji akacheze wapi? Mikataba mingi ambayo hata wachezaji wengi wamekuwa wakiingia na inajadiliwa kwenye mitandao ya kijamii ni muda mfupi sana, mwaka mmoja, miaka miwili. Sioni kama ni dhambi kwa mchezaji kama huyu kuweza kuchukuliwa kwa miaka mitano, kwa mwaka wa kwanza, wa pili akaendelea kukuzwa kabla ya kuendelezwa huko mbele. Na kama sivyo hivyo aende wapi? Nani anayemchukua mchezaji kuanza kujua maisha yake, kila siku anaishi wapi, atakula nini, atafanya nini, na kazi yake hiyo ni mpira tunajaribu kutunga vitu ambavyo tunajaribu kutengeneza mjadala ambayo, yani, haipo kabisa katika maendeleo ya mpira wa miguu. Tumekuwa tukipiga kelele. Timu ya Ghana ilikuja hapa tarehe 3 mwezi wa 4 ikacheza na sisi, lakini ukiangalia kile kikosi cha Ghana, wale wachezaji wote wanatoka kwenye klabu mbalimbali kubwa kule nani kule Ghana. Sisi peke yake tu hatukuwa na wachezaji ambao wanatoka kwenye klabu kubwa hapa, kwa maana kwamba mimi to timu ya Serengeti Boys lakini hamtoka kwenye klabu kubwa. Utamaduni huo bado unasumbua sana kwa mujibu wa kanuni ya kumi na moja ya kuhitaji kuwa na timu ya vijana na hili jambo nafikiri mwisho wa siku nwamba usajili, sita, lakini wa ni kwamba tutakavyosimamia kanuni msimu huu litawezekana. Tangaza usajili unaanza tarehe 15 mwezi wa sita mpaka tarehe sita mwezi wa nane, lakini mpaka sasa nachoweza kuambia Watanzania ni kwamba kumekuwa nachoweza kusema kwamba ni uzembe e, kwa sababu mpaka leo zimebaki kama siku kumi hivi ni kati ya timu sitini na nne zenye sifa za kusajili wachezaji kwa mtandao kwa maana ya transfer matching system TMS, ni timu mbili tu, na mtakumbuka nimelimba hili tangu, nimelimba hili tangu, tangu, tangu, tangu, tangu, tangu, tangu juzi ba, ikiwa bado zimebaki wiki mbili, lakini cha ajabu ni kwamba hata siku nne zilizopita hizi bado timu zimebaki kuwa zile zile mbili, na katika timu hizo wala siwezi kudanganya, ni kwamba moja iko ligi daraja la kwanza lakini nyingine ile ya pili. Hii ina maana kwamba timu 62 zikiwemo timu kubwa zote bado hasijafanya usajili kwa njia ya mtandao. Zimefanya usajili kwa mikataba, kuingia mikataba na wachezaji, lakini kwamba ile mikataba kuifield kwenye eneo ambalo unaweza kusema kwamba la seva ya FIFA bado hajafanya hivyo. Zimebaki siku kumi. Sasa kwanza wale wote tuna timu nyingi Tanzania, lakini pili kuna timu nyingi Afrika na kuna timu nyingi Ulaya ambazo sasa zipo kwenye usajili. Hofu yetu TFF ambayo lazima hofu hii waingie ti, e, timu husika ni kwamba inaweza kafika hatua usajili umefika tarehe sita timu hazijasajili, na kama hujasajili mpaka tarehe sita mwezi wa nane, maana yake ni kwamba wewe umetwalalishia yani, kwa lugha ni kwamba umejiondoa kwenye mashindano, na kwa msingi huo timu husika itashushwa daraja mpaka ligi ya, ya wilaya kama za hapa Dar es Salaam kama timu asili yake ni Temeke basi itakuwa Temeke. Kama ni Kinondoni itakuwa Kinondoni, na kama Ilala itakuwa ni Ilala, na huko mikoa ni kadhalika. kama timu asili yake mathalan kwa Morogoro kama ni Mvomelo au vyovyote vitakavyokuwa basi itabidi iende huko, na hii ni kwa sababu ni kwa mujibu wa kanuni, na hizi timu zitabidi zishuke huko na ziondolewe kwenye mashindano. Na tunajaribu kukumbusha bado siku kumi kwa sababu muda umebaki mchache sana na tangu tulipotangaza timu asijateki action. Kwa hiyo hii jambo linasikitisha, lakini mwisho wa siku ni kwamba kanuni itafuta mkondo wake, na safari hii jambo liko very serious, tofauti na miaka iliyopita ambako msimu uliopita tu, mfano kuna timu kama tatu nne, zikiwemo timu kubwa kubwa tu hazikufanya usajili, tukaziombea FIFA, wakafungua seva, wakasajili, lakini safari hii tuamini kwamba kama tunaweza kupata fursa tena, na kwa msingi huo timu haikusajili, maana yake imeshaondoka.